Uh, karibuni kwenye channel yetu ya Kingo Farm. Sasa kumekuwa kuna maswali mengi sana kuhusiana na baking powder pamoja na baking soda kwa kuku. Uh, watu wengi sana wamekuwa wakipenda kutumia baking soda na baking powder unaweza ukaitumia kwa kuku wote wa nyama na wa mayai, hata kama unafuga chotara kama hao kwa ajili ya nyama unaweza ukaitumia kwenye maji yao, kutokana na umuhimu au kazi ya baking soda. Kwa kuku ina umuhimu mkubwa sana, ukiacha matumizi ya nyumbani ya kukandia, lakini pia hata kwa kuku bado baking soda ina umuhimu mkubwa sana. Sasa leo hii nitakutajia faida za baking soda kwa kuku, na namna ambavyo utaitumia kama utakuwa ukiweka kwenye maji ambayo wanakunywa au kwenye chakula ambacho wanakula. Kuna vitu muhimu sana vya kuzingatia unapokuwa unawawekea hii baking soda kwa sababu sababu ukizidisha kipimo unaweza ukawapelekea vifo, tena vifo vya haraka sana kwa kuku aa, au ukiweka bila kufuat, bila kufuatilia unatakiwa uweke nini na nini, au uweke katika mfumo upi, unaweza ukapelekea vifo kwa kuku wako. Kwa hiyo hii baking soda inavyotumika kuna vitu vya kuzingatia wakati wa ku kuitumia ili uweze kupata matokeo mazuri. Kama ni kuku wa nyama huwa wanapata vifua vikubwa sana kama tu utazingatia namna bora ya kuwapa hii baking soda. Uh, sasa naomba unisikilize mpaka mwisho kama wewe unataka kuitumia hii baking soda kwa kuku wako. Naomba ufuatilie mpaka mwisho wa hii video ili usifanye makosa kwa kuku wako. Uh, kwanza kabisa tukianza na faida za baking soda. Faida za baking soda kwa kuku. Uh, baking soda inasaidia sana kuweka hali ya asidi ambayo inatakiwa tumboni. Kama tunavyojua tumboni, kuna asili ya asidi. Kwa hiyo hii baking soda huwa inaenda kurekebisha, kama asidi imezidi tumboni, basi yenyewe ina uwezo mkubwa wa kurekebisha na kuweka hali ya asidi ambayo inatakiwa kwenye tumbo la kuku, ili kuku aweze kufanya mmeng'enyo mzuri wa chakula, lakini pia aweze kusurvive vizuri, kwa sababu hata asidi ikizidi kwenye tumbo la kuku pia inamletea shida. Lakini pia kitu kingine faida nyingine ya hii baking soda inasaidia sana kipindi cha heat stress. Kama kuku wako wanakabiliana na heat stress, hasa hasa kipindi cha joto, kunapokuwa kuna joto kali sana, kuku huwa wanapata hii heat stress yani Wala, yani wanakuwa kama vile ni kuku ambao hawachangamki kutokana na lile joto, lile joto kama linakuwa linawaathiri, au wenyewe hawalipendi. Kwa hiyo wanapokuwa wanapambana na hii, hii heat stress, kwao huwa ni ngumu sana kupata uzito, kwa sababu wakati mwingi wanakuwa wamekaa tu, hawali vizuri, hawachangamki. Hii inawapelekea wenyewe kushindwa kuongezeka uzito kwa kasi, lakini ukitumia hii baking soda itakusaidia kwa sababu inapunguza hiti stress na inawafanya kuku waweze kuistahimili ile hali ya joto, na wakaendelea vizuri wakakuwa vizuri wakawa na afya bora. Aa, lakini pia kitu kingine, hii baking soda ina madini ambayo yanawasaidia, inawa, waweze kuwa imara, waweze kuwa na mifupa imara, lakini pia waweze kuwa na nyama nzuri. Lakini pia vile vile hii baking soda ni kinga nzuri sana ya mafua. Huwa inawakinga kuku wako na mafua. Ina uwezo mkubwa sana wa kuwakinga kuku wako na mafua. Na hata kama kuku wako na yale mafua yapo katika hatua za awali, kama unawapa hii baking soda, huwa inasaidia sana kuweza kuwaponya kabisa hayo mafua kama ni mafua ambayo yako hatua za awali. Ila kama mafua yamezidi, usinyang'anie kuitumia hii baking soda. Kama kuku wako wana mafua makali, tafuta michanganyo mizuri ambayo inaenda kuwa tibia haya mafua makali. Lakini kama ni yale ya mwanzo kabisa, ndo wanaanza kupiga chafi, unaweza ukatumia hii baking soda na kuku wako wakakaa vizuri kabisa. Ila kama mafua ni makali, jitahidi upate kitabu chetu cha tiba za asili kitabu hicho cha tiba za asili kitakuonesha michanganyo mizuri ambayo huwa inatibu mafua ambayo yapo katika ile levo ya kati au yale mafua makali kabisa. Utapewa maelekezo yote ya namna ya kuwatibia, lakini pia namna ya kuchanganya hiyo mimea mbalimbali mbali, mpaka ukawatibia kuku wako ndani ya siku tatu mpaka tano wakawa wamepona kabisa mafua mafua yote yani, ukiwa na kile kitabu cha tiba za asili utaweza kuona tiba nyingi, sio mafua tu. Utaona miharu, utaona kideri, utaona magonjwa yote na mimea yake na namna ya kuchanganya, mpaka ukaweza kuwatibia kuku wako, kuwakinga. Lakini vile vile unaweza ukaona vitamini mbalimbali za asili ambazo unaweza ukazipata kwenye mazingira yako ya kawaida bila kutumia gharama yoyote, na ukawapa kuku wako na wakawa na uzito mkubwa, wakataga vizuri, wakawa na afya bora kabisa. Kitabu ni kizuri sana ndugu zangu, nawashauri mkipata hiki kitabu cha tiba za asili za kuku ni kizuri mno, kinaenda kupunguzia gharama ya madawa ya vitamin, lakini pia kitakufanya ufuge kwa raha kwa sababu utakuwa haukutani na changamoto zozote kama utakuwa unawahi kwa kinga, unawatibu vizuri kwa kutumia mimea, hautumii gharama yoyote. Kama utatumia ni ndogo sana, haiwezi kuzidi hata shilingi elfu tano, lakini kuku wako wote wakawa wamepona. Kama unavyoona shambani kwetu kwa zo, kuna kuku wazuri, wana afya nzuri. Au unaowaona wana miezi miwili Uh, miezi miwili kasoro nadhani siku mbili, lakini ukiona afya zao ni nzuri, kwa sababu tunatumia sana booster za asili, tunatumia vitamini za asili, tunatumia kinga za asili, huwa hawashambuliwi kabisa na magonjwa ya aina yoyote ile. Ah, ndio maana wanakuwa na hii afya bora. Kwa hiyo nakushauri hata wewe unaweza ukapata hiki kitabu na ukakitumia vizuri, ukafuga kwa raha mpaka ukawafurahia kuku wako. Ah, lakini vile vilevile tuna kitabu cha safari ya ufugaji. Kitabu hiki cha safari ya ufugaji kitakupa miongozo yote ya kumfuga kuku chotara, kuku wa mayai layers, lakini pia na kuku wa kienyeji. Miongozo yote, namna ya kuwapa chanjo, ratiba yake ya chanjo na yake, huwa anataga mayai mengi kuliko kawaida. Anakuwa na uwezo wa kutaga mayai 30 mpaka 35 kama utampa ile fomula ambayo ipo kwenye kile kitabu. Ile formula huwa inafanya vizuri hata kwa layers, lakini pia inafanya vizuri kwa kuku chotara, wanataga sana mayai ukiwapa. Pia kwenye kitabu cha safari ya ufugaji utaona miongozo ya magonjwa, namna ya kutambua magonjwa kwa kuku wako, na namna ambayo utaweza kuwatibia kwa baadhi ya tiba za asili, zipo chache, lakini pia na tiba za dukani zipo chache kwenye hiki kitabu. Pia tuna kitabu cha ufugaji wa broiler kwa wewe mfugaji wa broiler kuna kitabu ambacho ni kizuri mno, kinakuelekeza kuanzia siku ya kwanza unapompokea broila mpaka siku unamuuza, huduma zote kama ni siku ya kwanza utampa nini, siku ya pili utampa nini, siku ya tatu mpaka siku unamuuza, kwenye maji utaweka nini, kwenye chakula chake kiweje, lakini pia banda lake liweje. Maelekezo yote mpaka bajeti ipo kwenye hiki kitabu cha ufugaji wa broiler. Ni kizuri mno kwa wewe mfugaji ambaye unakumbana na changamoto za ufugaji wa broiler. Ukikipata hiki kitabu kitakusaidia sana. Vile vile tuna kundi la WhatsApp ambalo ada yake ni shilingi elfu tano ukilipia, tunakuunganisha kwenye kundi, unapata funzo kwa muda wa miezi miwili. Hivi vitabu vyote ni soft copy. Ukihitaji unalipia shilingi elfu kumi kwa kila kitabu tunakutumia kwa njia ya WhatsApp au kama una email tunakutumia kwenye email yako. Vitabu vyote ni soft copy. Pia tuna fomula ya kumnenepesha jogoo ni shilingi elfu tano tu jogoo aina yoyote ile unamnenepesha kwa kutumia hiyo fomula ambayo inauzwa shilingi elfu tano unamtengenezea unampa kuku wako na ananenepa vizuri kabisa kama unahitaji hizi huduma chukua namba kwenye video unaweza ukatupigia simu au ukatutumia ujumbe wa WhatsApp Aa, sasa mwanzo tuliangalia faida za kutumia baking soda Aa, sasa sasa hizi tuangalie na namna ambayo utaweza kuitumia hii baking soda kama utaweka kwenye maji utaweka kwenye kila lita ishirini ya maji utaweka kijiko kimoja cha chakula kwenye kila lita 20 ya maji. Maana kama una maji lita 10 utaweka nusu kijiko cha chakula. Kama unaweka kwenye chakula ambacho wanakula unawatengenezea wewe mwenyewe usitumie kile chakula cha dukani wewe ukaongeza baking soda. Hapana, kile pale kina fomula ambayo imekamilika kabisa. Lakini kama unatengeneza wewe mwenyewe unaona kabisa kuna shida ya madini kidogo, kuna vitu fulani havijakaa sawa, au kwa wale ambao wanatumia fomula zetu, wanaona hiki kipengele cha baking soda kwao kama unatengeneza wewe mwenyewe kwa chakula chako unataka uwawekee baking soda, utaweka kijiko kimoja cha chakula kwenye kila kilo saba ya chakula. Ukiweka hivyo, unawapa kuku wako na wanaweza kupata hivyo vitu vyote. Angalizo unapokuwa unatumia hii baking soda, kama unataka kutumia baking soda kwenye maji, hakikisha unaanza kuwapa kuku wako wakiwa na umri wa kuanzia wiki mbili. Wale vifaranga ambao wanaanzia wiki mbili na kuendelea ndo watapewa hii baking soda. Lakini pia uh, mpangilio wa kuwapa utawapa siku tatu kwa wiki. Hakikisha kwa wiki, wiki unawapa siku tatu mfululizo na unapowapa dawa hii usichanganye na vitu vingine vyovyote vile. Weka maji yako pamoja na hiyo baking soda tu, usiweke na kitu kingine chochote. Na pia kama unachanganya kwenye chakula unaweza ukawawekea labda maji yenye tangawizi, maji yenye kitunguu saumu na tiba nyingine nyingi za asili. Kama utakuwa ukiweka kwenye chakula ila kama kwenye maji usichanganye na kitu kingine chochote. Au ukifanya hivyo basi utaweza kupata matokeo mazuri. Asanteni sana kwa wale wanaotufuatilia. Kama unahitaji huduma zetu, chukua namba kwenye video. Tuna vitabu vitatu, fomula moja ya jogoo pamoja na kundi la WhatsApp. Ukipata hizi huduma utafanikiwa vizuri kwenye ufugaji.